Alright. Karibu tukubonga na Professor Amani Live Show na leo niko hapa na msanii mkubwa kutoka Western, yani Magharibi, Aineah Nabwera. Welcome my brother. How are you? Nina fine, thank you. Lakini naitwa Aineah Nabwera. Oh, si <laughs> yeah. na, na na, asante. Asante sana brother. Mm. This bonga na Professor Show. Okay. Tumekukaribisha sana. Asante, asante sana Mombasa. Mombasa hmm. Kama labda nikuulize, umefika Mombasa na kwa bahati nzuri nimepata kukutana na wewe. Unaweza tuambia umefurahi vipi kuingia hapa Mombasa? Ha, Mombasa kwema kabisa, tumefurahia. Najua nilikuwa nimebeba blanketi za kujifunika lakini huku mambo ni noma. Alafu niliona mtu anyeliga kwamba Mombasa kuingia ni harusi kutoka Matanga. E, mwenyewe ninakuambia hiyo ni sawa kabisa, uh, maana raha iko hapa Mombasa, mm, tuko na vyakula, mm, tuko na mambo yote mazuri <laughs> na pia tuko na mambo ya wasichana kila aina. Asante <laughs> <Yeah>, sana, <kanda. laughs> sana. Yeah. Sasa Aineah pengine nikuulize katika hii industry yako ya uchekeshaji, maana pale kwa kwenye mtandao YouTube, Facebook, TikTok tumeona ukichekesha na umeleta burudani sana kwa wananchi wa Kenya na nje ya Kenya, pengine utuambie uliamua nini ili ukaingia kwenye ulingo wenye uigizaji uh, uh, talanta ama uchekeshaji ni kitu ambacho nilikuwa na passion kwa muda na nimefanya kwa bidii sana kuhakikisha kwamba anapatia mafans kitu ambacho wanataka kitu ambacho wanafurahia na, na si kufurahia tu mwisho wa siku pia wajifunze. Unajua e, mimi vichoni yangu si kuchekesha kabisa, nataka pia nikishachekesha fan ajifunze kabisa. Kweli, asante sana kwa maana pia tunapata mengi, tunajifunza na pia tunacheka na usanii ni kubwa. Pengine nikuulize Aineah, wewe uko busy sana kwa maana kila siku content tofauti, kwa siku zaidi ya content tano, unapata muda gani kufanya hii shughuli yote? Um, mimi nafanya na naifanya kama kazi. Ha, mimi asubuhi nikishaamka, programu yangu inaenda 2 pm. Kama kuna mambo ya fanya nafanya mpaka saa nane, kuanzia saa nane mpaka saa moja usiku ni kushuti. Hivyo ndio mimi huwa nilijipanga. Kama unataka kukutana na mimi, kukutana na mimi kuanzia asubuhi mpaka saa nane. Ikifika saa nane ni mali pa content, unless, unless, kwa sababu mi nafanya content kama kazi unless ikuwe sasa ni biashara, labda naenda kukutana na mtu kufanya biashara ya pesa, lakini tu story kuanzia saa nane, hiyo nini diekanani because naamini kwamba usanii is all about consistency. w ukiwa kwamba ta naufanya watu video moja leo wapostie leo, alafu umalize wiki mzima mwanzo wiki mbili, watakusahau kabisa. Kwa maana mimi nalima huko video tatu nne. Thank you so much. Aineah, kabla kumaliza show, pengine nikuulize katika sasa hii umejaribu kuangalia umekuwa pale nyumbani kabla mimi kuanza kufanya mambo ya sanaa na usanii hmm. ni kitu pingine katika hali yako ya usanii umeweza kujifunza nini ama umeona tofauti gani ya usanii na kazi zingine kama mjengo kulima, e, nimejifunza kwamba ukifanya talanta na ufocus kama kazi inaweza kukulipia bills zako zote ukifocus na uifanye kama kazi unajua wase wengi wanafanya una, talanta kama part time Yaani mzee anataka ya afanye shughuli zake, alafu kama akishatimia, vipi anafanya ana art one hour, ama anaenda studio one hour, achukulie kama kazi. Lakini ukichukulia usanii kama kazi, mwisho wa siku bills zako ni nini? Unaweza kujitoa muda na uh. kitu kingine mahali ambapo watu wana fail eh, uh, ni mali kwa monetization. Msako na views, msako na likes, msako na followers, lakini monetizing those followers ama turning those followers into money hapo ndio unapata kwamba wanapata changamoto. So ukiendelea kupiga, ukipata followers na likes na comments, huwezi kula hizo, actually huwezi kula likes na views. Lazima uko mjanja pia umonetize, uchange hao followers yetu mwanzo kabisa yeah. Sasa Aineah pengine nikuulize wewe unajisikia vipi, kwa maana unajihisi vipi unapotoka kama kule Western Kakamega, umefika hapa kama Mombasa, lakini kwa mara yako ya kwanza ama ya pili, umekutana na watu wengi sana wanakujua, lakini ukija kuwa huku yeah. Mombasa unasikia vipi? Naotabae, sikutarajia kwamba watu wananijua kwa Mombasa, lakini nimeona wase wengi wananijua, yani kutembea tu ni nini, unapata msea nau anakuita jina hata utarajii. Mimi najua kwamba anajulikana Kakamega peke yake, lakini nimeshangaa because Mombasa wasee nao na wengi, hata kuliko Kakamega. Ina maana kwamba mtandao vile huko, mtandao wasee wengi wanaona, unjua uwezi jua kwamba nani anakufuatilia. Na sasa pia mimi naimiza fans kwa siku ya silent followers, like comment, share so that someone may uh, gain through that. Usikuwe silent followers, lakini utaona Mombasa na wapenda sana nitapanga show moja hukukbisa Aineah uh -huh. labda nikuulize swali la mwisho kidogo tu utanimia radhi nimeona ukifanya shughuli nyingi umekuwa hapo content creator lakini saa hii nimeona umekuja na show ingine Ainea Empire pengine mm -hmm. utuambie kidogo katika hii show umejifunza mangapi ama inakuinspire vipi maana nimeona ni show inashika kwa kasi uh, show ni kurekebisha kidogo show inaitwa Ainea Live Talk Show uh -huh. na ni show ambayo inaleta watu wote pamoja Tunaketi, tunazungumza, tuna host wewe, tuna kuinterview na it's streaming live. Unaweza pata kwamba majority of our uh, wananchi ama fans wangependa kupata nafasi kuzungumza na mtu ambao wanapenda, lakini wanapata ni ngumu. That's why tukakuwa na that vision ya kuleta mgeni client kwa show, tuna stream live, alafu anaulizwa ala maswali. Of late umeona tume interview mheshimiwa Didmas Barasa wa Kimilili, tume interview mheshimiwa Timu Wanyonyi, mheshimiwa Peter Salasia na actually on actual Thursday tuna interview mheshimiwa anatembea, so at least wananchi wanapata nafasi ya kutangamana na wanani wao na, na, na, na, na, live hiyo yani, hakuna chenga, imetuma comment inaonekana pale kama mwenyewe sina sina kama host lazima nisome na kamaazima nisome sema ikutoke. Nashukuru sana kuwa na Aineah. Pengine niseme kosa ni wote, nimekutana na wewe uko tofauti sana, maana huna dharau kabisa. Ah, niko na dharau kama niko njaa, nikiwa njaa niko na sana. sana. dharau sana, lakini madharau sina. Madharau ni sajili bosi yangu, hii maisha inabadilika. Mbona ni dharau mtu kwa sababu unajua kidharau mtu, alafu kesho kugeuke kwamba <coughs> ndio unamhitaji meza kubadilika. So mimi kwa maisha yangu mi naheshimu kila mtu, akwe mkubwa akwe mdogo, na mheshimu. Kuna heshima na pia kuna kuzoeana, nacheki <coughs> na si kwamba kama msana kuheshimu, sasa umzoetu kuna ile mipaka, lakini mii naheshimu kila mtu naamini kwamba hao ndio wamefanya nikafika mahali ambapo nimefika hapo. Alright. Asante sana watazamaji wetu wa Abonga na Prof Amani Show Live, nikiwa naye Ainea mm. ni msanii mkubwa, mchekeshaji na pia anafanya kazi nyingi kando na uchekeshaji, pia anafanya advertisement biashara zote hoteli, mm. anything ni jamaa ambaye anajituma vizuri, na mimi leo nashukuru nimekuwa na Nime privilege ya kukaa naye kwenye meza moja hichakuwa ni msanii mkubwa, lakini amekubali nikamhoji, na mimi nimefurahi sana, nasema shukran sana hmm. Next time tuki, ukikuja tena uh, naomba Mungu tukuwe levo nyingine ya juu, na nitafurahi so waache kupiga uone kwamba leo weje ili iweje sasa tena tenauweka Try doing new things. Ni kama kapenda tu anaunda, kapenda unajua, kapenda kapenda kapenda ni seremani, seremani aja focus kutengeneza meza peke yake. Anaunda stool, kesho kiti ni nini akijaribu e, mradi auza hapa. Creativity na kujituma. Shukrani sana watazamaji wetu wa bonga na Professor Amani Live Show. Asanteni sana kwa wakati nyingine, nimekuwa naye Ainea msanii wetu kutoka Western. Asante sana kwa kutazama. Usisahau kusubscribe kushare, like pia na kuweka comment pia angalia kama tunakose, ni wapi tunakosea, unakurekebisha. Utasema ni asante sana. Thank thank you you so so much much for joining our channel Aineah, asante asante sana. unafanya na upinya simu so nabadome